Uh, moja kati ya skendo ambayo inazidi kutrend kinoma noma this time around katika mitandao ya kijamii

wanaweza kuchangia maoni yao katika mitandao ya kijamii kwamba uh, Nandi pamoja na Bilnass kunao watu wengi nyuma yao wa ambao wamesababisha uh, kuweza kuvunjika kwa ndoa hiyo, kama ni kweli. Lakini sasa watu wao ni pamoja na Yami, mmoja kati ya msanii ambao alikuwa sandi chini ya African Princess ya mtu mzima Nandi, kwamba ni mmoja kati tu ambao amenyemelea penzi la uh, Nandi pamoja na Bilnas, lakini pia mtu mzima Alikiba amekuwa na ushirikiano mzuri pamoja na Nandi. Ule ukaribu wa Alikiba pamoja na Nandi ni moja kati ya kitu ambacho kinatajwa. Lakini mtu mwingine ni Bilna, uh, I mean, Idris Sultan, moja kati ya watani wakubwa hapa pamoja na Bilnas. Utani huo unadaiwa kwamba unaweza kuwa umechangia. Najua, sijui ni kipi kati ya haya yote ambayo yanatajwa. Usisahau kuniwekea maoni yako, mtazamaji wangu, kwa kudai kwamba ni kitu gani ambacho naisi kwamba kimechangia katika kufanya ndoa hii iweze kuvunjika. Galano mwasusei na sign out, boom shakaraka.